sema mtajenga kituo cha watoto wa mtaani, sisi tunataka kuamini tunaoshiriki uzinduzi wa leo ni kwamba ndani ya utekelezaji wa mkakati huu mpya wa miaka hii mitano tufanye changamoto ya watoto ya mtaani ibaki kuwa historia, kama ni kujenga. Lakini pili, nadhani kuna zaidi ya hapo e, maana tukijenga maanake tunawahifadhi Mbeya. Mbea ni jiji liko katikati ya mikoa saba, sasa manake wataendelea kuja Watajaa utafanyaje? Lazima tuwe tuna mikakati ya kuwaingiza kuwa train na kuwatoa kama watu wengine, sasa sio watu wakwenda kuzurura Mbeya we <coughs> nadhani hapo tutakuwa tumetibu tatizo na, na tutaweka jiji letu eh, salama zaidi. Lakini la tatu jiji eh, letu bado ni kubwa kibiashara na linaendelea kukua kila siku. Tunataka kuona kwenye mpango mkakati huu sasa kwenye utekelezaji wake Jiji la Mbeya tunafanya biashara masaa 24. Eh, hii kwamba saa kumi na mbili kila kitu kimefungwa. Tuna wageni wanatoka nchi za jirani, tuna mipaka miwili mikubwa, hebu tuitumie, wajue masoko yetu sasa e, yana opereti masaa 24. Tuanze hata kwa kuchagua tu hapa na hapa, tukifanya vizuri tuendeleze kwenye maeneo mengine Mbeya oe. Kwa tunapokwenda kwenye hii miaka mitano hayo ni baadhi ya mabadiliko tunataka kuyaona ndani ya jiji la Mbeya, na mabadiliko haya yataongeza uchumi wa jiji pamoja na wa mtu mmoja mmoja ndani ya eneo hili. Mbeya oye! ukiwa kama Mbeya wa IPU haya ndio mambo makubwa tunataka kuyaona. <laughs> na wananchi wetu wafil moja kwa moja waone sasa kweli tunatekeleza tuna, tuna jambo ndani ya miaka mitano, na mabadiliko haya yanatugusa kabisa sisi wakazi wa Mbeya. Mbeya oye!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 kwa maana ya mustakabali mzima wa kimahusiano na kutekeleza yale ambayo tumeyapanga bila changamoto yoyote. Mbea oye! Na tukifanya hivyo wataoni huu mkakati, na wakisha uoni kwa kuwe wakwao basi, wakwa wakwa shughuli imeisha. Eh, Mbea e, oye! Mabadiliko makubwa yanakuja, na stendi mpya e, tuna soko jipya na mengine mengi hapa, tuzungumzie mara nne, kwa sababu tumeshaisema sana.